Nasema dokta, mambo vipi? Nikamwambia poa. Akaniambia dokta na changamoto, kaambia changamoto gani? Akaniambia samani, mimi ni binti ambaye nimeolewa lakini wakati mwingi muda wa seksi hisia huwa zinakuja na kutoka, shida inaweza ikawa nini? Binti ambaye ameolewa, muda mwingi wakati wa seksi hisia zinakuja na kutoka. Hisia zinakuja na kutoka. Hii ndiyo maana halisi ya kumwandaa mwanamke psychologically. Hii ndiyo maana halisi ya kumwandaa mwanamke kisaikolojia. Mwanaume, usiangalie hisia zako wewe mwenyewe tu, kwa sababu wewe tayari umeshasimamisha ukategemea kwamba huyu mwanamke naye anahisia kama alivyo wewe, ni kitu ambacho hakiwezekani. Anza kuiweka sawa akili yake, saikolojia yake kwanza. Baada ya kuweka sawa saikolojia yake, muweke sawa kimwili. Anza kumwandaa kimwili. Unapomwandaa kimwili, mfikishe kwanza katika kilele cha hali ya juu mfikishe katika raha ya tendo la ndoa, lakini kwa njia ya maandalizi kabla ya kumwingilia. Unapoweza kumfikisha mwanamke kwa njia ya maandalizi ni rahisi sana hata kuichuni akili yake, kufanya ubongo wake kama mawazo yalikuwa yako mbali, kuyaleta sehemu husika, na once utakapoanza mwingiliano, utakapoanza kushiriki tendo, ni rahisi sana mwanamke huyu kufurahia tendo ni rahisi sana mwanamke huyu kufika kilele, katika kilele cha hali ya juu. Kama wewe ni mwanaume, una mpenzi wako, mke wako anapitia changamoto hii, njoo ni kusaidia ushauri, na saa tuna video za maandalizi. Nitakusaidia namna gani ya kuweza kumwandaa kisaikolojia, namna gani ya kuweza kuteka ufahamu wake, hata kama alikuwa anapitia msongo wa mawazo, changamoto za uchumi na nini, tutakusaidia kila kitu kitaenda sawa, lakini wenda kuwa pia we ni binti, we ni mwanamke ambaye unapitia changamoto hii, njoo pia niweze kusaidia. Kuna gharama ushona saa kuweza kuongea na mimi, siwezi nikaongea na kila mtu bule. Naomba hiyo uweke kichwani. Mwingine anakuja inbox, anambia daktari, naomba unisaidie. Of course nitasaidia. Watu wangapi? Watanzania wengi, dunia nzima inatazama. Siwezi kumsaidia kila mtu bule, kuna gharama ya kuweza kuongea na mimi. Chukua namba yangu katika profile hapo, hakikisha umenifollow